Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema jukumu la mapambano dhidi ya dawa za kulevya nchini ni letu sote. Ameyasema hayo wakati wa kilele cha Maadhimisho ya Wiki ya Kitaifa ya Kupiga Vita Matumizi na Biashara ya Dawa za Kulevya kilichofanyika katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention Center jijini Dodoma Juni 26, 2025. Maadhimisho ya mwaka huu yamekuja na kauli mbiu. Kauli mbiu yetu inasema Wekeza kwenye kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya. Kauli mbiu hii inatukumbusha kwa mafanikio ya mapambano dhidi ya dawa za kulevya yanahitaji mbinu madhubuti zinazoratibiwa kisayansi, kwa uwiano kati ya kuzuia usambazaji na kudhibiti uhitaji wa matumizi ya dawa za kulevya, na ndio kazi ambayo inafanywa sasa na, hii, What? What? na kwa upande mwingine, kauli mbiu hii inasisitiza sana wadau wote wote, na nyie wote ndio wadau, kuhakikisha kwamba tunashiriki kamilifu kuzuia vyanzo vya tatizo hili. Chanzo ni nini? Lazima tujiulize, lakini tupate ufumbuzi wa kwenda kuhakikisha tunazuia na kupambana na wale wote wanaotikilishughulika na hivyo vyanzo. Tunahitaji jamii yetu ikingwe isiingie kwenye janga la matumizi ya dawa za kulevya. Lakini nataka niwaambie, kauli mbiu hii nakumbusha taasisi zote zilizoko hapa ambazo zinashughulika na mapambano dhidi ya dawa za kulevya kuhakikisha kuwa jukumu la udhibiti ni letu sote. Tunahitaji kuunga mkono jitihada za kamishna jenerali zote mbili bara na visiwani kuhakikisha kwamba kila mkakati na ile mbinu madhubuti za kisayansi zinaungwa mkono na wadau kote nchini ili kupambana dhidi ya wote wanaoshughulika na madawa ya kulevya. Nimepita kwenye mabanda, nimepata taarifa kwamba mabanda hayo yako kwa siku mbili, jana na leo, yametoa nafasi kwa wananchi kupita na kupata maelezo mbalimbali na maelezo yale yanayofanya nyie mwelewe, mwone hatari yake, mwone faida yake, tukipambana na dawa za kulevya. Nilipofika mahali pale, nilipata fursa pia na kusikiliza maelezo hayo mazuri ambayo pia na nyie mmeyapata, na mimi nimepata kuelimika. Sina mashaka, wananchi wote mnaotembelea mtakuwa mnajua nini cha kufanya baada ya hapa. Akimkaribisha mgeni rasmi, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, mheshimiwa Umi Nderiananga, ameipongeza serikali kwa kuiwezesha mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa vifaa vya kisasa ambavyo vimeongeza tija katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa sababu ameweka moyo wake na mapenzi yake kwenye eneo hili kuhakikisha anawaokoa vijana wa Kitanzania kwenye matumizi ya dawa za kulevya, ameweka fedha nyingi, ameweka vifaa. Mlikuwa mnasikiliza pale wakati wana, wana, wanaonyesha igizo lao, Mheshimiwa mgeni rasmi, binti yule alisema, niliambiwa nimeze dawa za kulevya kufika airport nikakamatwa. Kazi hii ya kuwakamata hawa na vifaa sasa na teknolojia hali ya juu haikuja yenyewe bali ni kazi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji huo. Akitoa salamu za mkoa wa Dodoma, mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amesema zaidi ya wananchi laki moja mkoani Dodoma wamepatiwa elimu juu ya dawa za kulevya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia nipongeze tume ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya kwa kazi kubwa wanayoifanya, na sisi mkoa wa Dodoma tumeshirikiana nao kwenye kazi nyingi sana za kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya. Nikisema machache, tumefanya nao operation kuanzia mwezi Julai 2022 mpaka Mei 2025 tumeweza kukamata kilo 4335 za bangi lakini tumeweza kukamata kilo 873 za mirungi, lakini katika hizo kilo watuhumiwa 828 pia wamehusika. Lakini kwa kushirikiana nao pia tumeweza kudhibiti au kuchoma mashamba 645 mashamba ya bangi lakini pia tumeweza kutoa elimu kwa wananchi laki moja thelathini na sita kwa elimu inayohusu madawa ya kulevya naye Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya nchini Bwana Areta Slimu ameeleza kuwa moja ya mafanikio ambayo mamlaka hiyo imeyapata ni pamoja na kukamata kemikali mbalimbali mbali ambazo zingeweza kutumika kutengeneza dawa za kulevya nchini. Tulifanikiwa kuzuia kemikali mashirifu kilo 62333 na lita 194.5 zilizokuwa ziingizwe nchini kinyume cha sheria. Kemikali hizo zinahusisha kiasi cha tani kumi za acetic anhydride ambazo zingetumika kwenye maabara huku kutengeneza dawa za kulevya aina ya heroin na kemikali ya 1-4-piperidone ambazo zingetumika kutengeneza fentanyl. Matumizi haramu za dawa za fentanyl ni hatarishi zaidi kwa afya za watumiaji, kwa kuwa zina viwango vikubwa vya kilevi na kusababisha madhara ya haraka ya kiafya. Inakadiriwa kwamba kilogramu moja ya fentanyl inaweza kusababisha vifo vya watu 500. Mafanikio haya yalijikita kwenye kinga yanaakisi kwa kauli mbiu ya mwaka huu, kwa kuwa kinga ni bora katika kuzuia ukubwa wa tatizo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kuendeleza udhibiti wa dawa za kulevya ya mashambani. Ekari 1542.5 za mashamba ya bangi na kilogramu milioni 112.9 za mbegu za bangi viliteketezwa katika kipindi cha Juni 2024 hadi Mei 2025. Mtazamaji, katika hatua ya makusudi ya kupambana na dawa za kulevya, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa zimesaini mkataba wa ushirikiano kwa lengo la kuzuia vitendo vya rushwa ambavyo vinachochea biashara na matumizi ya dawa za kulevya. Tukumbuke, wewe na mimi tuna jukumu la kuzuia rushwa ambayo ikidhibitiwa itapunguza ukubwa wa tatizo la dawa za kulevya. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification